Mamenjo, kwani bado umekaa hivyo, hujanipelekea maji kwa bafu wewe? Eh. Na kwa kwa kwa maji kwa, kwa, kwa, maji kwa, kwa, kwa, kwa bafu kama nani? Simekwambia nataka kuoga niende. Sisi maji ndio hiyo, wende uoge Kwani mimi nimeshika maji autukaanza kukaape hey, maji kwa bafu umenioa jana, leo unataka nianze kubebea maji kupelekea kwa bafu, kwani uko sawa? Hey, nasikia maji maji, kwani maji iko na shida gani? Okay? Bro, imagine bwana, nataka kunipelekea maji kwa bafu nioge, okay? Huyu hey, brother yako naye shughulika na mambo yenu ni nini nini, unamfuatafuata. Ulikuja kwa hii boma kazi kama hizi kupeleka maji kwa bafu, kupika? Sikuja kupelekea mtu hey, maji kwa bafu, hey, bafu. na sawa kazi yako ni nini? ulikuja ni Ameniwa nikuje. Sisi hey. amenileta kama mfanyikazi wake. Eh hey, wewe acha wewe mambo yako. Wewe nipelekea maji kwa bafu. Hawezi peleka maji. Chukua maji ndio hii hapo uende uoge, shida yako ni gani? Hapa ndoko bafu penye unasema hapa hey. Fanya hivi, nyamaza apeleke maji kwa bafu bana. Peleka maji kwa bafu. Mfanye rais si upeleka. kwani mimi mimi ni mtoto wako? hmm? Mimi ni mfanyikazi wako. hey. hey.